Kosa kubwa vijana wanafanya wanapoanzisha biashara ya hardware, unakuta kwa mfano hapa Dar es Salaam, anakwenda eneo kama la Kariakoo, anatafuta frame kubwa na anaejaza vifaa mbalimbali vya hardware na hilo ndio linakuwa duka lake. Sasa ukifanya hivyo, ujue unajipalilia makaa ya moto kwa sababu baada ya muda utafilisika. Ukijaza vitu vingi kwenye duka, maana yake ni kuwa vingi kati ya hivyo vitu vitakuwa haviuziki, yani dead stock. Sasa huwezi ukaanza biashara namna hiyo. Sasa siri ya kufanikiwa kwenye biashara ya hardware sio kujaza duka lako na vifaa mbalimbali vya hardware, hutafika popote. Siri ya hii biashara ni kuweka bidhaa zile tu ambazo zinauzika sana au kwa Kiingereza wanasema fast moving au zenye mzunguko mkubwa. Hizo ndio unazoanza nazo anzanazo. Kwa hiyo huna haja ya kulijaza duka lako na vitu mbalimbali vya hardware, hiyo ndio siri kufanikiwa. Na hata mtaji, utakuta utatumia mtaji mkubwa sana nasema duka la hardware. Hata kwa shilingi laki tano inawezekana kabisa. Sasa kwenye kipindi hiki bidhaa tano ambazo hizo ndio bidhaa ambazo ni fast moving, yani ndio zinazohuzika sana au ndio zenye mzunguko mkubwa, ili uweze kuzifahamu ili ukarako la hardware. Hivyo ndio vifaa ambavyo itabidi uvinunue. Mimi ni Ali Mwambola nikitangaza kutoka Tan Business Channel online television hapa jijini Dar es Salaam, naomba uendelee kuwa nasi na subscribe ikiwezekana ili usikose kuona vipindi vyetu vinavyotangazwa eh, kupitia Tan Business Channel online, television. Sasa tuendelee na kipindi chetu. Sasa, kwenye video iliyopita kuhusiana na mambo ya hardware, tulisema kuwa unaweza ukaanza biashara kwa laki tano kama ndio mtaji wako. Walikuwa skeptical kasema laki tano eh, haitoshi kabisa. Sasa kipindi hiki cha leo nitawaeleza jinsi hiyo bajeti yako ya laki tano utakavyoweza kununua vifaa mbalimbali, kama nilivyosema vile ambavyo vinauzi na kuweza kufanikiwa. Sasa leo tunaelezea biashara tunaelezea bidhaa ambazo unaweza ukazinunua kwa kuanzia biashara yako ya hardware. katika soko la Dar es Salaam ujenzi hausimami lakini mfuko wa mwananchi wa kawaida unabanwa, hivyo watu hawanunui vitu vya anasa kila siku, ila wananunua vitu vya lazima kila siku. Hii orodha ya vitu kumi ninavyokuandalia kuanda, leo ni vitu ambavyo fundi yeyote anayejenga ghorofa Masaki au choo Chanika lazima avitumie lengo letu leo ni kuepusha kuepusha na hatari ya kununua bidhaa zinazokaa dukani miezi sita. Tunataka bidhaa ambazo mzunguko wake ni fast, yani fast moving, kiasi kwamba mtaji wako unazunguka mara nne au tano kwa mwezi. Sasa hebu tuangalie falsafa ya mzunguko wa bidhaa hii ikoje. Kabla sijakutajia namba moja, lazima uelewe kitu kinaitwa turnover au wengine wanasema stock turnover au mzunguko. Watu wengi wanapoingia kwenye hardware wanakimbilia kuuza vitu vikubwa kama masinki ya bei mbaya au milango ya mbao ngumu, wakitegemea faida kubwa kwa mkupuo. Hiyo ni mindset, ondoa biashara ya mtaji mdogo inategemea mzunguko. Bora upate faida ya shilingi mia mbili kwenye bidhaa inayouza mara mia mara mia moja kwa siku kuliko faida ya elfu kumi kwenye bidhaa inayouza mara moja kwa mwezi. Hizi bidhaa nitakazokutajia zimegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni consumables, yani vitu vinavyoisha na kutupwa wakati wa ujenzi. Kundi la pili ni fixers, vitu vidogo kwa kuunganisha ambavyo kila nyumba inahitaji. Twende tukaona bidhaa ya kwanza. Sasa umefika wakati wa kukueleza hizo bidhaa kumi ambazo unaweza ukazinunua na ni fast moving, na pia eh, zitasababisha usiwe na mtaji mkubwa kama tulivyosema laki tano unaanza na hii biashara. Bidhaa ya kwanza ni simenti. Sasa mambo ya simenti yakoje? Kuhusu simenti najua utashangaa, utasema Mr. Mwambola, simenti faida yake mbona ni ndogo sana? Ni kweli, kwenye mfuko mmoja unaweza kupata faida ya shilingi 500 au 1000 tu lakini sikiliza kwa makini, simenti ndiyo sumaku ya biashara ya hardware. Hakuna ujenzi bila simenti. Mteja akija kununua simenti, ndipo atakapoona atakapoona na bidhaa zingine. Usipokuwa na simenti, wateja hawatasimama dukani kwako. Hata kama hupati faida kubwa, simenti inaleta trafiki dukani, ni lazima uwepo nayo hata mifuko kumi tu ya kuanzia inatosha. Bidhaa ya pili ni waya za kufunga, kwa Kiingereza wanasema binding wire. Hapa napo mambo vipi? Binding wires ni pacha ya nondo. Hakuna fundi anayeweza kusuka nondo bila binding wire. Hii ni bidhaa inatembea sana, kwa sababu mafundi wengi wananunua kwa mafungu madogo madogo, kulingana na kazi ya siku hiyo. Ukikaa na roho kubwa ukawa unakata kidogo kidogo, faida yake ni nzuri sana. Hii ni bidhaa ambayo haiozi, haivunjiki na kila saiti inahitajika. Bidhaa ya tatu ni misumari. Ehe, mambo ya misumari yakoje? Tukizungumzia misumari ni misumari, misumari ya aina zote. Hapa ndipo pesa ilipo misumari ni bidhaa inayotembea haraka sana hapa jijini Dar es Salaam, kwa sababu kila hatua ya ujenzi inahitaji misumari. Kuna misumari ya nchi tatu na nchi nne kwa ajili ya kenchi na mbao. Kuna misumari ya bati kwa ajili ya kuezeka. Kuna misumari ya zege. Uzuri wa misumari ni kwamba unaweza kununua kwa kilo chache kutoka Kariakoo na kuipima kwa robo kilo au nusu kilo. Faida yake ni kubwa na haiharibiki. Fundi hawezi kumaliza nyumba bila kununua misumari karibu kila siku. Bidhaa ya nne ni rangi. Sasa hapa mambo ya rangi yakoje? Kuhusu rangi, rangi sisemi kuwa ujaze stoo kwa rangi za mafuta au za bei mbaya. Hapana. Lenga rangi za maji. Hasa rangi nyeupe na rangi ya cream. Hizi ndizo rangi zinazotumika zaidi kwenye undercoat na kwenye nyumba ya kupangisha za bei nafuu ambazo zimejaa mahali kama hapa Dar es Salaam. Wenye nyumba wanapofanya ukarabati mdogo ili mpangaji mpya aingie kitu cha kwanza wanachonunua ni rangi ya maji. Hakikisha unazo za bei tofauti, kuanzia zile za ekonomi mpaka zile zenye ubora wa kati. Bidhaa ya tano ni vifaa vya ya gypsum. Ni maarufu kwenye mambo ya ujenzi. Sasa hapa mambo yako vipi? Vifaa vya ni pamoja na natep na skimming Angalia nyumba nyingi zinazojengwa sasa hivi Dar es Salaam na hata mkoa wa Pwani. Karibu zote zinaweka ceiling ya gypsum. Hii imeunda soko kubwa sana la gypsum. Soko kubwa sana la gypsum screws na gypsum tape. Hizi ni bidhaa ndogo sana. Zinabebeka kwenye mfuko lakini zinatumika kwa wingi mno. Namba sita ni viungo vya mabomba. E, wenyewe wanaita PVC. Hapa mambo yako vipi? Kuhusu viungio vya mabomba hapa, sizungumzii mabomba marefu pekee, nazungumzia fittings. Hizi ni elbows, tees, sockets na nipples za ukubwa wa nchi na nusu nchi nusu, yaani nusu nchi na nchi moja. Mabomba hupasuka kila siku koki zinaharibika kila siku. Mteja akija kwako anataka kubadilisha koki iliyovunjika, atahitaji na fred tape, na pengine elbo mpya. Hizi fitings zinagharimu pesa kidogo sana kuzinunua jumla, lakini unapouza rejareja, faida yake inaweza kufikia hata asilimia hamsini au mia moja kwa baadhi ya hizo items usikose kuwa na fittings za mabomba ya maji ya maji taka pia yaani waste pipes fittings. Kifaa namba saba ni gundi ya mabomba. Hii nayo iko vipi? Kuhusu gundi za mabomba, hii inakwenda sawa sawa na viungo vya mabomba. Hakuna fundi bomba anayefanya kazi bila gundi. Hizi zinakuja kwenye vikopo vidogo vidogo, yaani kota lita, mpaka vikubwa. Kwa duka la mtaji mdogo, vikopo vidogo vinatembea sana. Kila anayenunua bomba au fitting lazima aulizie gundi. Hii ni automatic sale. Namba nane ni vifaa vya umeme ambavyo ni basic. Hii sasa ni mambo gani haya ya, ya vifaa vya umeme? Hapa tunazungumzia vifaa vya umeme vya msingi, ikiwa ni pamoja na sockets na switches. Usijaribu kuuza taa za thamani kubwa kama mtaji wako ni mdogo, lenga vitu vya lazima, yaani switches za taa, sockets za kuchajia simu na holders za taa hivi ni vitu vinavyoharibika mara kwa mara majumbani. Pia nyumba mpya zinahitaji hizi kwa wingi. Nunua zile brandi ambazo zinajulikana kwa ubora wa wastani na bei nafuu. Kumbuka tunalenga soko la mtaani, sio soko la hoteli za nyota tano. Namba tisa ni cutting disc na grinding disc. Sasa, haya ni mambo ya misumeno ile ya chuma na vitu kama hivyo. Hii nayo ikoje? Hii ni siri ambayo wauzaji wengi hawaijui. Mafundi wa kuchomelea yaani welders na mafundi wa kukata tiles, wanatumia hizi diski kama njugu. Diski ya kukatia chuma inaisha haraka sana. Welder mmoja anaweza kutumia diski mbili mpaka tatu kwa siku. Ukijenga uhusiano na mafundi wa kuchomea mtaani kwako ukawawekea hizi diski, utashangaa jinsi mzigo unavyoisha ni kitu kidogo, bei rahisi, lakini mzunguko wake ni mkali sana. Bidhaa ya kumi ni mambo ya kufuli pamoja na bawaba. Hivi ni vitu vya muhimu sana kwa mambo ya ujenzi. Usalama ni kipaumbele cha kwanza. Dar es Salaam kila mtu anataka kufunga mlango wake. Kufuli za ukubwa wa kati na bawaba za milango ni bidhaa ambazo hazichagui msimu. Mtu akihamia nyumba mpya, kitu cha kwanza anabadilisha, kitu cha kwanza anabadilisha ni kufuli. Hakikisha unakuwa na range ya kufuli kuanzia zile za bei za chini kabisa, yaani zile za China mpaka zile imara kama vile Solex na Traseco, ili kukidhi matakwa ya wateja wote. Sasa baada ya kukueleza hizo bidhaa kumi zenye umuhimu, kinachofuata ni sasa mkakati wa kununua na kuuza hizo bidhaa. Sasa umeshazijua bidhaa hizi kumi, lakini kununua haitoshi. Hapa ndipo business sasi inapoingia. Unapokuwa na mtaji mdogo poe, pokea hiyo laki tano au milioni moja Usinunue mzigo wa miezi wa mitatu. Mkakati ni kama ufuatavyo: rest stock ya weekly. Nunua mzigo unaotosha kwa wiki moja au mbili tu. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji mtaji wako uwe unageuka, yaani revolving. Jenga uhusiano na wauzaji wa jumla maeneo kama ya Kariakoo. Sio lazima uende kila siku. Ukijenga uaminifu, unaweza kutuma bodaboda akakuchukulia mzigo mdogo wa dharura, wakati wewe unaendelea kuuza dukani kwako. Pia kumbuka cross selling. Mtu akija kununua rangi, muulize, je, unayo brashi? Unayo rora? Unayo thina? Hivi vitu sijavitaja kwenye top 10 lakini ni wasindikizaji muhimu. Usimwache mteja aondoke na kitu kimoja kama anaweza kubeba vitu vitatu. Hiyo ndiyo siri ya kuuza au ya kukuza mtaji kutoka laki tano kwenda milioni tano. Naona nimekueleza mengi kuhusu hii bidhaa ya hardware. Nimekueleza bidhaa kumi unazoweza uka anza nazo ambazo hazihitaji mtaji mkubwa na zenye mzunguko mkubwa. Nimekueleza pia mikakati ya kununua na kuuza bidhaa. Kwa hayo niliokuambia, ukiyazingatia, utafika mbali kwenye biashara, hadi wewe na kamtaji kako tu ka laki tano, wala sio zaidi hapo. Sasa, kabla sijamaliza, nina wito hapa, nataka kukuambia sasa. Hebu sikiliza ninachotaka kukueleza. Kwa hiyo ndugu yangu Ondoa hofu hiyo mindset kwamba hardware inataka mamilioni, tumeizika leo kwa kuanza na hizi bidhaa kumi, yaani simenti, misumari, binding wire, rangi, gipsum accessories, mabomba, gundi, umeme wa msingi, cutting disk na kufuli, unakuwa na duka ambalo ni hai. Duka ambalo linaingiza pesa kila siku. Nina swali kwako. Katika hizi bidhaa kumi nilizokutajia, ni ipi unaona inasumbua zaidi kupatikana kwenye eneo unaloishi? Niandikie kwenye comments hapo chini. Nitapata hilo swali na nitakujibu. Huenda ikawa ndio fursa yako ya kipekee. Kama umependa somo hili, naomba ubonyeze hiyo like button. Inasaidia sana video hii kuwafikia vijana wengine wanaopambana kujikwamua. Mimi ni mtangazaji wa kipindi ya Ali Mwambola, naomba muendelee kuangalia Tani Business Channel Online Television ili muweze kupata elimu ya ujasiriamali. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.